Asalamu alaykum dia. Haye, umeniomba nionyeshe jinsi ya kutengeza mm -hmm. tu ya coconut powder ndo kama iyo, mwana inachemka. Angalia video yangu, ujifunze. Unachukua maji yako, yale unajua utatumia kama tu. Yani, weka katika kama mogo wako, mbazi zako, maragu yako. Sasa mimi upima hivyo. Mimi wanakisia. Sasa zingine napima Sasa zingine nakisia kama hapo umeona nimeka one hiyo tablespoon. Ah, One serving spoon, wasikia aya, nimepima hivyo. Unakoroga, unakoroga ipate kushika. Alafu naongeza tena, ukishapata moto kidogo, maji naongeza tena, coconut poda ya maji naeka tena, hiyo serving spoon moja tena. Yani meka mbili kwa mfupi, tena zile za kuja, si zile flat. Nimejaza. Haya, unakoroga unakoroga nini tui lako la coconut poda ya magi. Haya, unakoroga unaikoroga, mpaka unaona imeisha ile imetoka an yani, mavumbo mavumbo madonge yani, madonge. Unaacha inachemka hapo kama hivyo, unakoroga. Manake ukiweka lazima ukoroge, sababu huwa inatoka. Ni kama vile maziwa ya unga vile, inataka ukoroge katika warm water. Haya, maona hapo ishaanza kushika moto, inaanza kuchemka. Unaiacha inachemka Wasikie inachemka kama vile anavyochemka maziwa. Maona hivyo, kama hivyo yangu, mashallah. Ukitumia prosesi yangu utapenda chakula chako cha nazi, alafu kile like, kizidi kukaa inavutana, mashallah.